Ukiona unaitwa njoo, hivi sivyo? Anayekuambia anaona unakwenda, anajua hii njia hii utajikua pale kwa, anakuambia mapema. So sasa, wakati mwingine kwenye ugonjwa kuna maumivu, huta ule kwa njoo ulichagua. Mimi nilitegemea atanipigia simu, kwa sababu kukura namba zipo tu, lakini akalipua kule kule. Ni njia ya maumivu, mi naheshimika, lakini hakujali hiyo, akanipiga manatu kule kule na mi kalinasa, nikasema pale tiketi ya ndege kwasa, leo niko wasaizi kwa hiyo wewe angalia ni wapi panapo vuja ziba hapo. Ya, ndio maana <coughs> mzee, pamoja na ukubwa wa Dennis, taifa hili alipona mnasema inavuja mm. hakunyamaza mm. na mimi nilijua labda ananipigia na sema hivi hapo sio, lakini kalipua kule kule juu. kuna kosa fulani linafanyika serikalini, hakuna mtu anayenyuka na kuzungumza, na mimi niungane na walionyamaza mm? ukiona unaungana na walionyamaza kujamaza mwanakiwe ni mtu ambaye hauna picha halisi ya aina ya watu Mungu anaowataka kwenye taifa hili, lakini pia hatakauajilia baada ya kazi hapa. lakini kimeesha zaidi leo Bwana baa nimeona mzee Mbarikiwa akicheka Bwana. Naomba Mungu kusudi la langle likawe ndani ya kijana huyu katika njia zote. kakeshiaso sisizo na majuto Asik kipekee nimshukuru Mungu sana kwa nafasi ya leo. Oh, Niliwahi kuota kwa kwamba siku moja nikisema <twek> <twek> hmm. kuota simanishi biara mm. <twek> ah, kulingana ya na yale kwa naendelea hapa, nilidhamiria kwa mm, siku moja nitapata nafasi ya kuweza kufika pale na kuwaona. Ninyi ni ndugu zangu katika Kristo na moyo wangu sana sana sana nawafurahia. Eh, mimi ni kijana ambaye nampenda Mungu, ni kijana ambaye nampenda Mungu, na kwa sababu nampenda Mungu, nimeacha mlango mkubwa sana wazi wa kuweza kurekebishwa mtumishi yeyote katika safari yake unategemea pia na unyenyekevu walionao kuruhusu watu wengine kumwongezea kitu cha kumfanya bora kesho kwenye mambo ya Mungu. Huku haupimwi kwa kujua sana maandiko, unapimwa kwa kuyaishi sana maandiko. Kukariri maandiko haitoshi. Unaweza kukariri vizuri sana lakini, kama hauyaishi Mm. Kwa hiyo, mimi kwa sababu ya kumpenda Mungu nimeacha mlango mkubwa sana mm. wa mtu yoyote kuweza kurekebisha pale ambapo anahisi au ameona nimekosea. Nikipima, nilijua nimekosea. Tumshukuru Mungu, mimi ni mbeba kwa muda mrefu kwenye maombi, kama ilivyo kawaida <refer> yeah. na nilimbeba nikiwa, uh, sitegemei chochote nikiwa sitegemei kumuona live. nikiwa sitegemei hata mtu yoyote kunipongeza kwa chochote mm lakini kwa sababu ya kazi anayoifanya kwenye mwili wa Kristo, mimi ni lihamiria nikasema, huyu ni ndugu yangu katika kazi. Kwa hiyo yeah, wanapochechemea kwa sababu ya majeruhi alio wanapata vitani, nitakuwa mtu wa pekee kama nitakimbia vita yeah. Kwa hiyo bora ni gani? Wana watu mtu ambaye umejifika msalaba wa mateso matukano, lihaka, yote. Mm. Ni mmoja wake, ni mmoja kati ya watu ambao wameshiriki mateso ya Kristo kukomboa yeah. watu wake Huyu baba anaonyesha dhahiri, hamna asiyemjua kwenye taifa Tanzania. Kama kuna mtu ambaye baba basi haiko mitandaoni, basi na yeye kwa mtu ambaye kumitandaoni, anafahamu kazi ya Mungu ni nini na anafahamu mtumishi ni nini na gharama zake. Huyu ni mtu ambaye ni kioo kikubwa cha kila mtumishi anayependa injili ya kweli kujitazama. Je, yeah, hivi hivi hivyo, ninapoona kuna kosa fulani lafanyika serikalini hakuna mtu ananyenyuka na kuzungumza na mimi, ni uungani walio nyamaza mm. Ukiona una uungani walio nyamaza kujamaza kunyamaza, manakiwa ni mtu ambaye hauna picha halisi ya aina ya watu Mungu anaowataka mm. kwenye taifa hili lakini pia atakauajiria baada ya kazi hapa duniani. Kwa hiyo wee wangu gii umekuwa wazi sana kwa mzee huyu mm na ndio maana hata alipo nikosoa mahali mm. sikuona kama nina cha kujibu ambacho ni mm. kibaya juu yake mm. sikuhofia chochote, mwana nani atasema nini mm. nilionyesha moyo wangu kwake kwamba mimi ni mtoto ni mm. baba mm. na hawi ni baba kwa sababu ni za kiroho hapana, mimi mm. sijai kula meza ya kiroho ya mzee, mzee Mbarikiwa mm. lakini kwa sababu ya kazi anayoifanya kwenye taifa hili mm anastahii kupewa heshima na kila mtu ambaye, sababu anachokifanya si tu kwamba anajenga mweli wa Kristo pekee. Hata mpagani kabisa, mtu ambaye kanisa lolote, akimsikiiza yule baba anayoyaongea kwa ajili ya haki juu ya taifa hili, lazima mtu ana kitu cha yake, nafahamu. Na kuna gharama ya kuambatana naye, nafahamu. Lakini mi ni Kwa nini sijali? Ni? Kuna sigai nalindi liko pale nasemaje? Kuishi Kristo, kufa ni faida. Mimi nakadaa kusema kwenye harakati zangu za kupambania haki ya taifa hii, inasemaga, hakuna adhabu kubwa inayozidi kifo. Mtu akikutesa hatima nayoyote ni kifo. Kwa hiyo, na bahati nzuri hatufi mara mbili, tunakufa mara hii moja. Kwa hiyo, ukifa kwa sababu ya haki, wewe ni bora kuliko ukiishi maelfu ya miaka na ungefanya chochote kwenye maisha yako. mm. mm. Kuishi bila kujua kusudi ni kama mtu ambaye ni kipofu. mm. hawajui chochote na haoni chochote. mm. kusudi la Mungu wetu, sisi wote tupige makofi hapa yaishi. mm. tunatazama wapi hapa njengeka wapi? Hapana, picha ya Mungu. Wewe kama mtu wa Mungu unaileta picha ya Mungu kwenye hayo mm. kwamba kama mimi na mimi najua Mungu angekuepo anaunguza hii nchi asingeongoza hivi mm -hmm. Kwa sababu hiyo naoongoza hie nchi napasa kuongoza hivi na hiyo mm -hmm. Sio kazi ya Mzee Mbarikiwa peke yake mm -hmm. Hii ni kazi yangu mimi, ni kazi yako na wewe mm -hmm. Yeah. Wokovu hauishii kwenye kunena kwa lugha brother, no. Wokovu hauishii kwenye kutoa sadaka nyingi, no. Wokovu unakutaka upige kelele, hata kama ni kwenye serikali ya mtaa, kwa kunaakiko sawa, useme baba ataongea, wewe uko hapo, ni sauti ya Mungu Emela! Emela useme, ah, last, Mungu eeatakkutiiwa kuna haki yako naipata. Aliyekuambia mm, mm. kuja kwa Yesu huku ni kupiga makofi nt na, na, ku, na, ku, na kucheza, amekudanganya mm. Huku ni kung'ang'ana mpaka mwisho mm. Na ni kung'ang'ana, kuna maumivu mm. kuna mateso mm. kuna mpaka kujeruhiwa mm. Wakati mwingine hata maisha yako yanakuwa rehani mm. Lakini kwa sababu kufa kwetu ni faida, hauna sababu ya kunyamaza mm. mm. Kwa hiyo wewe jipime sasa, kwenye injili yako wewe mm. nini unachokifanya kwa kama injili yako wewe ni kuatia tu watu moyo, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua. Kabla hujamwambia maneno, Mungu amekuwa akimbariki na ndio maana umemkuta kiwa hai hajafa. Kwa hiyo wewe angalia ni wapi panapovuja ziba hapo. Na ndio maana mzee pamoja na ukubwa wa Dennis ni taifa hili, alipona kuna sema inavuja. Hakunyamaza. Na mimi nilijua labda ananipigia simu ni bibi au kijana wangu? Hapo sio lakini kalipua kule kule. Mimi mm. <laughs> sio mtu wa mitandao sana kupiruziruzi, lakini walinitumia vijana wangu na mke wangu mm. wakiwa na pressure umekosea nini huko? Mm. Haifungua bado umekosea nini huko? Mbele <laughs> yao nikamwambia msogovu, nikafungua, nikasema na kwa sababu nafahamu wewe wake yeye kazi yake ni kukosoa hiyo ndiki. Haina haja msingi, mimi nikasitie siri nikaambia hapa hapa, tukaweka pale, tukasimama wote pamoja, tukaishia kufurahi. <laughs> yeah. Walio walio

Mtu yoyote anayeenda mbali, sasa hii ni kuelewesha mtu yote anayenda mbali ni kwa sababu kuna watu wamemwonyesha na Amen. Nakuenda, ukiona unaitwa njo hivi, sivyo anikuambia, anaona unakwenda, anajua hii njia utajikua pale, anakuambia mapema. Sasa wakati mwingine kwenye ugonjwa kuna maumivu. Kwa kwa mimi simu kwa sababu tegemea kuna namba zipo tu, lakini kwa lakini hakujali hiyo, akalipiga manatu kule kule na mimi nilinasa, nikasema Mungu akubariki sana.

Yes. Yes. Mungu wa hema Mungu wa nema Mungu wa kweli Mungu wa watu Mungu wa vitu Mungu wa vyote Mungu wa wote. Una siku na wakati kuna majira una, una makusudi wanadamu wanadamu yeah. Katika miaka mingi ya kupita jangwani ya upweke, lakini miaka imeenda, naona kwa mbali nguvu ya uyoga uyoga unachipua kwa mbari iku mioyo inainuka, unaipandikisha mioyo yenye roho yako warigie mbele ya kijana huyu na hata mbele ya watu wengine. Kuna mara nimetumia taneno kum mbaya ya kushikika masikioni mwa watoto wangu na hata mke wangu, ya kwa Mungu ni tamani wakati wote nione walao watu watakaoanza wa kuinuka, wenye moyo wa huruma, wanaoweza kuwa sauti ya wanyonge kwa sauti ya wasioweza kuongea, watakaotumia neno lako. Tuache mbali wanasiasa ambao waongelea watu wakiwa na winda madaraka, lakini wako watu wako ambao waongelea watu kwa ajili ya utu wao na kwa ajili ya maisha yao. Mungu, kwa mbali naona uyoga unachipua, na miongoni mwa uyoga huo ni kijana huyu na wengine wengi diliokutana nao siku za karibuni. Naomba Mungu kusudi la milele zisizo na majuto zenye thawabu na baraka kubwa ya milele inayopita fahari na takataka zote za hii dunia. Nambariki kwa neno, nambariki kwa jina lako, nambariki kwa mkono wako. Nimeweka mkono wangu juu ya kichwa chake kwa niaba ya mkono wako, wewe Mungu mtukuzaye, wewe Mungu ni kiongozi wa kweli. Ninaomba kamongoze kijana huyu